Asalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatu, wapenzi na wafuatiliaji wa chaneli ya tiba Facts Online TV. Ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa, na leo bwana, tuko katika darasa la miti shamba, tutajifundisha dawa ya kumkatisha adui yako tamaa dawa ya kumkatisha adui yako tamaa aache kukufatilia, kama kuna kinga ya kumzuia adui yako. Tunaposema adui, kuna yule mtu anayekufuatilia kwa ubaya, anataka kukuloga, kuna mwingine anakudai, kuna mwingine anakufuatilia tu aharibu maisha yako, akufitinishe wote wanaingia hapa, awe ni mchawi, awe ni mwanga, awe ni mtu anayefuatilia maisha yako, na hutaki hayo yaendelee, basi kama kuna dawa nzuri, hii ni dawa nzuri sana. Na kama kuna kinga ya kumzuia mbaya wako asikufuatilie, au aache kukuroga, basi hii ni bora, kwa sababu mchawi anapokuwa na kufuatilia kwa ajili ya kukuroga, ukiwa na kinga tofauti tofauti, anaweza kawa na feli lakini yeye huwa akati tamaa, ataendelea kufanya hila mpaka pale atakapokuja kufanikiwa, hata kama ni baada ya miaka kumi. Lakini dawa hii ukishaitengeneza, ukimkatisha tamaa mtu yule, mtu anakudharau akikuona, anakuambia ah, huyo achana naye, achana nayo, kwa kile kinacho kukudharau na kukata tamaa kukufuatilia wewe, ndio wewe unabaki na amani. Ndio maana dawa hii cheo chake ni kikubwa Cheo chake ni kitu ambacho ukikifanya unakuwa umejipusha na shari nyingi sana, kwa hiyo wachawi hawa watu wangaika tena kukufuatilia wewe, watakukatia tamaa, watasema yule achana naye hivyo hivyo. Kwa hiyo ile zalau yao ya kuzalau wewe ndivyo wewe unavyoenda unawini kimaisha. Leo utajifunza dawa hiyo. Ipo katika kitabu cha Maajabu ya Mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini na uchawi, kitabu namba tatu. Kitabu hichi kina miaka miwili toka kimetoka e, lakini kita dawa hii hatujawahi kujifunza. Ipo kuanzia ukurasa wa mia moja tisini na tisa. Kama una kitabu hicho, kasome kuanzia ukurasa wa mia moja tisini na tisa, na kama hauna kitabu hicho, twende sambamba katika darasa la leo. Utaendelea kujua na kufanikisha mambo mengi ambayo utajifunza leo. <coughs> Kabla lijaingia kwenye somo, kuna ile taarifa ya ofa. Mi nakumbusha tu jamani, na nilitoa ofa siku nyingi kidogo, kama siku kumi. Lengo ni kwamba hata kama utachelewa kuipata taarifa ya ofa, bado una nafasi ya kujipanga na kufainikisha kuingia kwenye mfumo wa ofa. Mfumo huu unakurahisishia kupata vitabu kwa bei ya punguzo, vile vitabu vya elimu ya tiba, kuanzia hichi tutakachojifunza leo na vitabu vile vingine vinavyotolewa darasa hapa. Hiyo ni darasa la Abjadi, Barati, Ulimwengu wa Majini, Fulaha ya Ndoa, Tiba Mbadala, Maajabu ya Korani, vyote hivyo vitabu vina e, au yale masomo yote yana vitabu vyake, ndio hivyo vinavyotolewa kwa mfumo wa bei ya ofa. Lakini baada ya hapo vitabu hivyo vitauzwa kwa bei rasmi. Mfano kitabu hichi tunachozungumza au kujifunza leo, somo lake limetoa kitabu cha maajabu ya mitishamba namba tatu. Bei yake rasmi huwa ni shilingi elfu kumi na sita Tanzania shilingi kwa, unaona kwamba ukinunua kitabu kimoja kimoja utakuwa umegharimika pesa nyingi kidogo, hatukatai. Unaweza ukawa una pesa nyingi, lakini kuna watu mdogo, wawo wawo wana uwezo mdogo, ndio pale tunapotoa discount pale wao na wao wananufaika kupata vitabu kwa bei ya ofa. Hivi vinawasaidia kwa sababu unapokuwa na vitabu kumi na mbili vyote, kuna vitu vingi utakuwa umegeni umeongeza, kuanzia kwenye mitishamba, kwenye dua, kwenye abjadi, kwenye barati na maeneo mengine, utafaidika tu. Kinachotakiwa ili ufaidike ni kuingia kwenye vitendo. Sasa kile ulichokisoma ukakifanyie kazi kwa utaratibu ulioelekezwa basi hapo utanufaika. Kwa hivyo, sasa anataka anayetaka kunufaika na ufaii kwa hizi siku zilizobaki kutoka sasa, maana ni tarehe ishirini ndio mwisho wa ufai, analipia shilingi elfu arobaini na tano badala ya shilingi laki moja na elfu themanini na tano ambapo ndio gharama ya vitabu vyote. Yeye analipia shilingi elfu arobaini na tano ya Tanzania kwenda namba moja wapo katika hizo tatu zinazoonekana hapo chini kwenye video hii. Baada ya hapo, atasikini shoti wa muamala au ataupiga picha. Akishaupiga picha, atanitumia kwenye WhatsApp yangu. Kwenda namba moja hapo katika hizo tatu zote ni za kwangu na zote zipo WhatsApp. Na namba zote hizo zinatoa jina moja tu unapofanya malipo ni Bashiri Huseni Lugamba. Ukiona umetuma pesa yako ilikatoka jina hilo, thibitisha, uko sahihi. Kwa namba yoyote ile katika hizo tatu, ukiona limetoka jina tofauti na hilo, cancel muamala, rudia tena, uangalie kuna namba moja utakuwa umeikosea. Kwa hiyo jina huwa linatokea hilo. Na namba zote zipo WhatsApp. Na unapofanya malipo ule muamala utapopiga picha au screenshot, utanitumia WhatsApp mwishoni kule, utaandika ofa Nyelele Day, kwa sababu hii ni ofa ya Nyelele Day. Tumeshapita Nyelele Day, ilikuwa tarehe kumi na tumeshaipita, lakini bado tunaendelea kusonga nayo katika maadhimisho ya kumwazimisha huyo bwana Nyelele mwasisi wa taifa la Tanzania. Sasa ishirini tarehe ndio itakuwa mwisho wa ofa hii. kwa ukishafanya malipo ukathibitisha malipo yako ndani ya dakika selasini, yani kuanzia dakika tano mpaka selasini, utakuwa umeshapokea vitabu vyako. Kwa hiyo inshallah, huu ni utaratibu wa ofa, na kuna watu tayari wameshanufaika na wanaendelea wengine kunufaika. Kuna wengine bado wanajichanga changa, wanajikusanya kusanya. Bado muda unaruhusu, ila itakapofika tarehe ishirini ndio itakuwa siku ya mwisho, na tarehe ishirini na moja vitabu vyote vitasimama na bei yake rasmi. Na hapo hata ukisikia klipu hii haitokusaidia tena, kwa sababu ikifika tarehe ishirini na moja vitabu vitakuwa vina bei nyingine, hata kama 3000 tu, elfu tatu tu. Sasa ndio nimeipata, hautouziwoko bei hii, italazimika uchague kitabu unachokitaka utalipia kulingana na pesa ulionayo, baadaye utatumiwa kitabu hicho na sio vitabu vyote. Sasa twende kwenye somo. Ili ilikuwa ni taarifa ya ofa kwa wale wanufaika wa vitabu, kwa wale wenye wanamiliki vitabu vyote kumi na mbili mpaka saizi wao haiwahusu, wasubiri vitabu vipi vitakapotoka, tutawafahamisha. Dawa ya kumkatisha adui yako tamaa aache kukufatilia ipo hivi, moja kati ya dawa kubwa na dawa muhimu sana katika tiba ni kufahamu dawa ya kumkatisha tamaa adui yako. Endapo kama utafahamu njia ya kumkatisha adui yako tamaa au jinsi ya kumkatisha tamaa adui yako, utakuwa umefaulu kufaulu kuliko kukubwa sana. Elewa hili swala, unaweza kuwa na kinga nyingi, lakini kumbuka hizo kinga wanazifuatilia, wajua jinsi gani ya kuzivunja ili wakuzuru unaezaukao na madawa mengi sana unajua lakini kumbuka mchawi huwa hashindwi mara moja akakata tamaa, ila ukiingia kwenye kumkatisha tamaa, ukajua kumkatisha tamaa na yeye akakata tamaa, inamaana atakuzalau, atakuacha, utabaki na maisha ya amani. Kwa hiyo faida ya jambo hili la kumkatisha tamaa dui yako ni kuwa dui huyo au mtu huyo ulie kusudia kumkatisha tamaa ataacha kukufatilia kabisa, na we utakuwa hulu kutokana na shari zake. Dawa hii tunaojifunza au tunakwenda kujifundisha hapa itakusaidia kumkatisha adui yako tamaa, na adui huyo unaweza kumkatisha tamaa kupitia dawa hii pia ni pamoja na mtu anayekudai. Ila mlipe madeni ya watu jamani. Sasa kuna wale wadai wanaodai, wanadai kwa fujo, anakuja anakudai, bwana mi hela yangu, unaomba bwana uje baadaye au je, kesho kesho, bwana mimi nikute hela yangu ni, yaani maneno mengi mengi mengi mengi. Kwa ile udaiaji wake unakuwa unakela, anakudhalilisha, anakusema vibaya, hana ile style ya kusema mtaongea kwa usalabu mkamaliza, anaongea mbele ya watu, hata kama watu walikuwa wanakuheshosa kumbe na huyu anadaiwa. Sasa hawa du wa design unaweza ukamkatisha tamaa akaacha kufika nyumbani kwako. Eh. Kwa ile masumbulifu yaliokuwa natokea kwa ujamaa kuja kwako yanakwisha. Pia unaweza ukamwisha tamaa mchawi anayekufuatilia kwa kukuloga wewe. E, kuna wachawi wamesha jiwekea, mimi lazima nimloge fulani lazima nimloge fulani. Ye ni nani asilogwe? Ye ni nani? Anakufuatilia kila ukienda kwa mtaalamu, unaambia fulani ndio amekuloga fulani ndo amekuroga, fulani ndo amekuroga. Paka uliza sasa, mimi na nini? Kumbe huyu bwana anakufuatilia kwelikweli, akuangushe katika dimbu la matatizo. Unaweza ukamzuia na ukamkatisha tamaa akaachana na wewe, unaona bwana. Eh, kwa hiyo watu design wanaweza wakakatisha tamaa, au unaweza ukamkatisha tamaa mtu yeyote ambaye huhitaji akufuatilie katika maisha yako ya aina yoyote, imani ya maisha, ya utafutaji, maisha ya kibiashara maisha ya ki mahusiano hutaki kufuatilia hata kwa mfano kama vile umeachana na mtu katika mahusiano, kuna wengine waoga ni ving'ang'a. Unajua neno king'ang'a. King'ang'a ni mtu anayekung'ang'ania. Umbeba mimi sikutaki mimi, nishakuwa na mahusiano ah, mnasema iwezekana. Mna, Unaniachaje? Unaniachaje? Wewe ndio mtu ambaye nakupenda. Ah, sasa mimi sikupendi, anakung'ang'ania. Wanaitwa ving'ang'a. Unaweza pia ukamkatisha tamaa akakuacha kabisa. Tunavyozungumza kuna watu wengine wameng'ang'aniwa hapo. Na wameshaambiwa mimi sikuachi mpaka ufe. Sasa dawa yao imekuja. Kama alikuahidi mtu hivo, wewe isikilize tu vizuri. Mwisho wa siku utamshughulikia vizuri huyo jamaa na ataacha kufuatilia. Mpaka mwenyewe hataamini. Sasa nilivyompendaga yule binti. Ah, nilivyompendaga yule kaka. Kwa sijui hata kama nimekataje nime ni, kataje tamaa. Sababu sikuwa tamaa hata kuachana naye lakini atakuja kukusahau kabisa na utaishi maisha yako vizuri kabisa. Kwa hiyo unaweza kumkatisha tamaa mtu yoyote ambaye anakufuatilia kwenye maisha yako ima ya kimahusiano, ya kiuchumi, ya kibiashara, ya kukuloga au kukudai madeni. Ila mlipe madeni ya watu jamani. Mimi simifundishe kukwepa madeni. Ila wale wadai wanaodai wakiwa nadai kwa kutokuwa na ustaarabu, hawa ndio tokio wazuiwe. Deni inatakiwa mtu unakwenda, bwana yeye mimi. Nahitaji ile sababu bwana, mimi bado maisha hajakaa vizuri, bado sijafanikisha kupata ile pesa yako, nisubiri basi, umsubiri. Hata Mungu mwenyewe katika kitabu cha Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema mtakapowakopesha ndugu zenu wakawa hawana hali nzuri ya kukurejesheni vile mlivyowakopesha, basi wapeni muda na muwasubiri mpaka watakapotengenekewa, yani utakapofanikiwa kimaisha wakapata vio vya kumilipa ndo mkawadai, sio? Mungu ameruhusu kwamba mkawadai, kwa sababu mnawadai a, a, wakipata mafanikio ya kimaisha, wanachocha cha kutumia na cha kuweka na cha ziada, ndiyo fanyeje? Mkawadai zile haki zenu. Mungu mwenyewe ameatoa maelezo haya. Sasa tunafanyaje kuitengeneza dawa hii? Mahitaji ni kama ifuatavyo. Cha kwanza, tafuta jani la mti wa alovela bichi, mwa alovela au wengine wanaita shubiri poli, kama inavyoonekana hapo katika picha. Hitaji la kwanza. Hitaji la pili, tafuta majani au unga unaotokana na majani ya mti wa kifaulongo au kifauongo eh, kule Kagera kule Bukoba wanatumia jina lingine, wanasema shuntama, shuntama. anasema ni kamti fulani kanaota pembezoni mwa ma, makandokando ya mito au mifereji yenye inatiririsha maji Uh, mti huu unauega, ni mkubwa kidogo tu, ni kijimti, vijimiti vidogo vidogo tu, ila vina miiba kama ndoano na majani yake. Sifa yake kubwa, ukiagusa anasinyaa kwa muda kama sekunde kadhaa, baadaye anarudi tena, ndio maana ukaitwa kifaurongo. Eh, watu wa Katavi na Kigoma, mti huu wanauita kwa jina lingine, wanaita lugugu. Ni mti ambao unapenda sana kuota kwenye mbuga mbuga za wanazolima mipunga, kwa unakuta una miiba kweli e, na unaweza kukuta harakati za kuondoa mti huu ikakughalimu kweli kweli. Lakini pia mikoa mingine wanatumia jina lingine tofauti, ila ni kama unavyoonekana kwenye picha hapo, hiyo ni kifaa uongo. Lakini pia nimeeleza hata katika kitabu changu cha Maajabu ya Mitishamba Namba tatu, kwa ufasaha zaidi, nimeueleza kwa mapana yake, mti huo unatumikaje, natumikaje. Hilo hitaji la pili. Hitaji la namba tatu, tafuta karatasi nyeupe na vizuri, iwe haina maandishi. Hitaji namba nne, tafuta chupa nyeusi isiyoonesha kilichomo ndani yake, yani chupa nyeusi ambayo ukiweka kitu ndani yake kisionekane. Chupa hii inaweza ikawa ni ya plastiki au ya nini ile ya uh, glass e, lakini ikiwa ni ya glass iwe nyeusi ili usiweke kitu kikaonekana kwa nje. Au ikiwa ya plastiki sawa, ila iwe nyeusi, na ukikosa chupa nyeusi, tazimika utumie chupa ya kawaida yenye rangi yote, lakini utaifunika na kitambaa cheusi baadaye. Itaji lingine ni kalamu nyeusi ya wino. Utatumia kalamu nyeusi ya wino kuandikia kile nitakachokuelekeza hapa na hitaji la mwisho utafute kitambaa cheusi ehe. Jinsi ya kuandaa dawa hii sasa: baada ya kupata vitu vyote tulivyovitaja hapo, utachukua karatasi nyeupe, kisha utaandika jina la huyo mtu unahitaji kumkatisha tamaa kwa idadi ya mara tisa, ukiwa unaanzia juu kushuka chini. Utaandika jina lake na ubini wake kwa mfano mtu anaitwa Juma Ramadhani, utaandika Juma Ramadhani moja, unashuka tena chini, Juma Ramadhani mbili, Juma Ramadhani ya tatu, Juma Ramadhani ya nne, Juma Ramadhani ya tano, mpaka ziwe tisa. Hivo hivyo zina jina na ubini na ubini. Hapa mzuri ubini, ni ubini wa mama, yaani akipatikana jina la mama yake ni vizuri. Kwa hiyo anaweza kafaa, kama ni mama yake anaitwa Mariamu, utaandika Juma binti Mariamu, Juma binti Mariamu, Juma binti Mariamu. Kama ni wa kiume, umekosa jina la mama yake, utaandika labda, ye baba yake ni Ramadhani, utaandika Juma bini Ramadhani, Juma bini Ramadhani, au ukaandika tu ile kavukavu Juma Ramadhani, Juma Ramadhani, Juma Ramadhani, mpaka ziwe tisa. Ilo la kwanza. Ukishaandika kwa idadi hiyo ya mara tisa kutoka juu kwenda chini, kisha baada ya kuandika jina, jina la mtu huyo katika karatasi hiyo, karatasi hiyo nyeupe ile yenye ina mistari, kwa idadi ya mara tisa, na umeandika kutumia hiyo ubiki nyeusi, basi utachukua lile jani bichi la mwarovela au shubiri poli, utalikata kipande mpaka alitoa yale majimaji yake, na yale majimaji oga ni machungu sana yale. Kisha utaanza kulifuta, kulifutafuta katika yale maandishi uliyoyaandika ya yule muhusika, yaani yale majina, na utaanza kulifutafuta e, huyo mtu unahitaji kumkatisha tamaa, utakuwa unasuguasugua juu ya yale majina ya huyo mtu, mfano kama una, unafuta ukiwa unatia nia, lakini kwa mfano umechukua jani lako umeshalikata, linatoa ile maji majimaji, karatasi unaiweka hapo mbele, unaanza kufuta, futa. Una, una, unasema wewe fulani, bini fulani mfano, unaweza kusema, wewe Juma bini Ramazani au Juma binti, binti Mariam kuanzia leo mimi fulani bini fulani na kuendelea na kukatisha tamaa uache kuniloga mimi, uache kunifuatilia mimi, uache kuja kunidai deni kwa fujo, kama unavyokujaga. Kama ni mwanamke amekuganda, au ni mwanaume amekuganda, unasema unasema wewe fulani, mimi fulani, kuanzia leo na kukatisha tamaa, uache kunifuatilia mimi, ufanye maisha yako, usiniwaze katika fikra zako, wala usilitaje jina langu katika mdomo wako, jina langu kulitamka ulione chungu kama uchungu wa jani hili la shubiri. Kumbuka, shubiri ni chungu. Yo unayotumia kufutafuta eti, kama hujaribu wewe, ili hey, test, ulambe uone, ehe. Kwa hiyo hii ni mfano wa nia. Kwa hiyo tazungumza yote unayotaka wewe ya kumkatisha ule tamaa. Kama ni mtu anakuloga, zungumza. Kama ni mtu anakufuatia kwenye madeni, kama ni mtu anakufuatia kwenye mahusiano, zungumza pale baada ya, kufuta, italoana, usi, usi italoana, itakuwa, ya italoana, ilo kufanya zoezi hilo la kufutafuta sio mbaya, ile maandishi yatafutika, ila utakuwa unapitisha pitisha pale juu kwa nia ya kuonesha kama unataka kufuta ila hayatofutika. Hilo ndilo la msingi. Baada ya kufanya zoezi hilo la kufutafuta hilo jina, basi utachukua ile karatasi kisha utaitumbukiza katika chupa ile nyeusi uliyoandaa. Kisha ndani yake utaweka na majani au unga unaotokana na majani ya mti wa kifauongo. Sasa majani ya mti wa kifauongo, nenda kachukue kwa nia, uyachukue kwa nia kwamba mimi nakuja kuchukua dawa hii katika mti huo wa kifauongo, nahitaji kwenda kumkatisha adui yangu tamaa. Usichukue kibubububu uende na vizuri. Mti huu unapenda sadaka ya audi, utakapoenda kwenye mti huo, nenda na audi zako mbili, naweza kaa dua au udi wote wenye una harufu nzuri, hata udi marashi sawa. Unafika unachoma pale, alafu unatia nia, unachuma ile majani. Sasa ile majani unaweza ukaja ukayanika ukasaga upate unga wake, au kachukua majani kama majani yenyewe, pia napo inafaa. Kwa hiyo hayo majani ya mtu akifa uongo ulioachuma kwa nia utayatumbukiza mle kwenye chupa, baada ya kuweka ile karatasi kisha utaifunga chupa hiyo kwa mfuniko wake wa chupa hiyo, lazima chupa hiyo na mfuniko. Alafu juu yake utaifunika ile chupa na kitambaa cheusi. Sasa nilikwambia kama ile chupa itakuwa sio nyeusi, basi utalazimika utafute kitambaa cheusi. Na kama chupa hiyo ni nyeusi, bado itahitajika tena kitambaa cheusi, kwa kusema kwamba hichi kitambaa kwa kwa chupa ni nyeusi, hakitajiki. Aah, hiyo kitambaa kita bado kitahitajika tu. Kisha ukishakifunga vizuri kile kichupa na kile kitambaa cheusi, kisha utakwenda na chupa hiyo mpaka katika lalo la zamani. Lalo la zamani unajua ni kaburi au pahala ambapo alizikwaga mtu, lakini ni muda mrefu, sio jana juzi, miezi miwili anzia miezi sita kurudi nyuma au mwaka kabisa. Ile lalo kiliona i limeshasambaa kabisa, likateketea likawa pembeni ya nyumba yako. Watu wa Kilimanjaro wanapenda sana kuzika katika miji yao, inaweza ikawa ni babu la babu yako la baba yako la bibi yako, sawa tu. Ukikosa kaburi lenye linapatikana maeneo ya nyumbani kwako, kule kule makaburini tumisha piano utaratibu. Kwa wale ambao hawajui utaratibu wa kuingia makaburini, unatakiwa upige hodi. Unapofika katika lango la kuingia makaburini, upige hodi, uingie kwa adabu, alafu ende ukafanya unachokitaka, kwa sababu lile ni eneo la nini, la wafu na wanaishi pale. Lakini pia kwa wale Waislamu kuna dua za kuingia makaburini, wanaweza kuzitumia hizo. Kwa mfano kuna ile dua inasema Asalamu alaikum ya ahli al-kubul ya ghafir lakum lana wa antum, eh, au ukatumia dua iloyote ile mm, unayojua wewe, sababu dua hii inaeleza habari za kwamba unawasalimia wale watu wa makazi ya makaburini kwamba amani ya Mwenyezi Mungu juu yenu enye wakazi wa makaburini, nyinyi mmetutangulia na sisi tutafata athari yenu, kwamba hata sisi ni wafu wajao. E, ndio hiyo assalamu alaikum ya, ya ahli kubul ya ghafilakum lana wa antum eh. Utaendelea huko, mimi naisha anza kuisausau hiyo dua. Maana madua ni mengi kweli, au dua yote ile, lakini sio lazima, ila utapiga hodi. Kama haujui maswala ya dua, dua za kuingia makaburini, utapiga hodi ukipiga hodi pale mara tatu, utaingia, utakwenda kufanya jambo lako, ku ni kuifukia. Ukifika kwenye lalo la zamani pale, utachimba kashimo kadogo kwa mkono wako wa kushoto vizuri, alafu utafukia chupa ile. Lakini kipindi unafukia chupa ile katika lile lalo la zamani, utatia nia ya kuhitaji kumkatisha tamaa adui yako huyo, na utasisitiza kuwa kama alivyosahaulika marehemu aliyezikwa hapo, yaani baada ya kufa akazikwa ameshasahaulika huyo marehemu maisha yake huko duniani e, basi na yeye huyo adui yako akusahau kabisa katika maisha yake. Ehe, kwa utasisitiza kipindi unafukia chupa yako. Kisha baada ya zoezi hilo la kutia nia na kuifukia chupa hiyo katika lau la zamani hilo utaondoka na kurudi nyumbani. Kama makaburi yako ni mbari, kama lipo karibu, basi utaondoka, utaingia ndani, then utatoka nje, uendelee na maisha yako. Kama liko mbali, ndio hivyo, umekwenda paka makaburini huko, utaondoka na kurudi nyumbani kwa umbali mrefu kidogo, kama mita thelathini mpaka mia moja kutoka eneo la makaburini. Usigeuke nyuma kwa umbali huo, lakini baada kumaliza hizo kama tua thelathini mpaka mia moja ukishazipita unaweza kugeuka nyuma ukasamiana na watu. Mpaka hapo kazi yako itakuwa imekwisha kumkatisha adui yako tamaa. Lakini msisitizo, kumbuka kwamba kuna dawa nyingi sana unazoweza kujifunza na kuna kinga nyingi sana unazoweza kujifunza, lakini dawa nzuri ya kuweza kumdhibiti adui yako ni kumkatisha tamaa adui yako huyo, kwani adui yako akiacha kukufatilia basi wewe utakuwa salama na utaweza kuendelea na maisha yako bila kuwa na shida yoyote ya masumburifu kutokana na adui yako huyu. Dawa hii katika kitabu cha Maajabu ya Mitishamba namba tatu ndio dawa ya mwisho kabisa. Ukisoma tu hiyo dawa mwisho unakutana na maneno yanasema hitimisho, yaani ndio muandishi wa kitabu hicho ambaye ni Usazi Bashiri anahitimisha. Kwa nini dawa hii imefundishwa mwishoni? Kwa sababu ndo dawa kubwa inaweza kumdhibiti adui yako kuliko dawa zote unazoweza kujifunza. Ndio maana hata katika msisitizo unasema kwamba unaweza kujifunza dawa nyingi za kinga, dawa nyingi za nini, kama lakini utaweza kujua njia ya kumkatisha adui yako tamaa. She, hii ndo njia kubwa. Kwa hiyo hii ni moja ya dawa. Toka hiki kitabu nimekiandika kina miaka miwili ila sijui kuifundisha. Ila sio kwamba sijui. Sio kwamba sijui muhimu wake, lakini kila jambo lina wakati wake na hata kuna baadhi ya watu wameniuliza uliza, uliza sana kwenye, kwenye WhatsApp zangu kule, mbona sio ufundishe dawa hii mbona ni nzuri sana. Ndio maana kama unafuatia darasa za hapa, inatakiwa makini sana, kwa sababu darasa haziendi zimenyoka zote zinapishanapishana kwa sababu tuna masomo mengi lakini yote yanahusiana na mambo ya tiba. E, sasa ukiwa na kitabu utafuatilia kipengele kwa kipengele, hatua kwa hatua, hata somo ambalo sha itakuwa hajakuja kujifundisha wewe utakuwa umeshalisoma usipolielewa. Sasa akija kulifundisha kama hivi, basi inakupa ile shauku ya kwamba kumbe hapa ni hivi. Mimi nilipasomaga lakini sikuelewa kipengele hichi. Ah, kumbe ni hivi, basi unakuwa mpata kikubwa zaidi lakini kitabu unakuwa nacho. Kwa inshallah somo letu limeishia kwa hapo lakini kumbukeni kuna ile ofa ya vitabu. Ndugu zangu, hizi ofa huwa zichagui watu. Kuna watu wagawa na nilaumu baada ya ofa hii kuisha. Sema she utoa ofa, mimi nilikuwa sipo, si vijijini huko mitandao iko inasumbua. Sijui sasa, nimekuja nimesikia ofa imeshaisha tarehe. Naomba na mimi unipe. Jamani, mimi ofa sitogi ya mtu mmoja mmoja. Yani, ukibahatika kupata hiyo basi una bahati kubwa sana lakini ofa waga ni kwa mjumuiko wa public kama hivi. Sababu inatokea hivi kwa sababu watu wengi wanakuwa wameshaomba. Yani hata mimi nakuja kuitangaza ofa kama hivi, watu wengi wanakuwa mfanye wameshaomba. Sasa nawaambia jamani, subirini tarehe fulani ikifika tutaingia kwenye mfumo wa ofa. Mfumo huu unakuwa na deadline, yani, siku maalum. Kwa hiyo siku zikiisha basi hakuna kinachoendelea. Kwa hiyo tunarudi kule kule kwenye mfumo wa kila kitabu kina bei yake. hivi vitabu na bei yake na soft copy vitabu bei yake, ugazi badiliki, ni zile zile, ikiwa ni 16 ni 16, ikiwa ni 30 ni 30, ikiwa ni 20 ni 20. Ishirini namna kama hivyo. Kwa inshallah tukutane kipindi kingine sana, wakati mwingine, katika masomo mengine ndani ya channel hii hii ya Tiba Facts Online TV. Mimi ni Ustaz Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV. Asalamu alaykum alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.